Ya yeah, nshu ya uwanja eh, namna ambavyo tumeamua kudili nayo, tumeamua kudili nayo kwa levo ya kikubwa zaidi. Kwanza tumekubali isitutoe kwenye mchezo, na ndio maana hata wanakumbuka taarifa ambayo tumetoa jana kwa uandishi wa habari kwenda kwa wanasimba ni kwamba sisi fokasi yetu ni mchezo wa kesho tarehe kumi na saba eh, RS Berkane ni mpinzani ambaye ni tishio sana anapokuwa nyumbani kwake, na katika mechi za nyumbani na ugenini, Berkane huwa anamaliza kazi katika uwanja wa nyumbani kwao. ko kwa sisi tukasema, tuka, tuka hili sakata la uwanja lisitupotezee focus, tuwekeze nguvu kubwa kwenye mechi yetu ya tarehe kumi na saba tumalizane na, na, na, na, na, na Berkane hapa vizuri katika uwanja wa nyumbani kwao. Alafu baada ya hapo, tutaanza kulizungumzia ama kutoa msimamo wa klabu kuhusiana na hili sakata la uwanja. Lakini hata hivyo tayari hatua e, za kuzungumza na kafu zimeshaanza. Ukisoma barua ya kafu inasema wanarecommend, wanashauri kwamba mechi iende ikachezwe Zanzibar. Sasa mtu anaporecommend, mtu anaposhauri maana yake anakupa room wewe ya kufanya mazungumzo naye na kumhakikishia kwamba ule wasiwasi nyinyi mliokuwa nao juu ya Benjamin Mkapa huo wasiwasi haupo. kwa hiyo hayo mazungumzo yameshaanza na tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefanikiwa kukusanya eh, evidence zote za kuonesha kwamba Benjamin Mkapa iko salama kwa ajili ya fainali, na tunaamini eh, kafu atakuwa kwenye nafasi nzuri ya kutusikiliza kwa maslahi mapana ya, ya, ya mpira.